Kumaanisha Wangikuyu mwuku munapatanga tu pesa nyama juu si natoka watu, sinasikia viongozi wote wako kule ukizo mlekao Mount Kenya wako wanapeanga 5,000, 5,000, ni maambiwa na mbro yangu, ni maambiwa na mbro yangu, mbro yangu kwamba anafanya kazi ya shamba pole, kwamba wako wanapeanga 5,000, 5,000. Eh, alafu wao viongozi wakikuja Western wanatupea mia moja, mia moja. Yaani wametupea hapa sisi kama makalio ya paka. Si ndio manaki? Kwa nini sisi nae wasitupee 5000 kama fedha nyinyi mnatoa 5000 huko? Alafu mnakimbia mkipiga kelele mnasema kwamba serikali kuna ufisadi. Wakati nyinyi wananchi ndio wa kwanza kuongoza kwa ufisadi kwa sababu mna receive pesa enye natoka wapi? Unasikia? Sasa amujui pesa zinatoka wapi, lakini aa Ananiambianga badala mimi msaidizi Mtanzania. Bora ningekuwa mgeja, ningekuwa nimezumamia urais, nimekomesha mambo yote ya propaganda ya ukuu. Wananchi na wananchi mnachangia, mnachangia, mnachangia, mnachangia sana. Mnachangia ufisadi kuendelea. Mnareceive pesa nyama mtu, inatoka wapi? Kama hamtaki mtu mnamwambia hatutaki wewe, rudi nyumbani na pesa zako. Sitasimama maovu yakitawala.